Niwakaribishe sana ndugu zangu ambao mnarejea leo kutoka upinzani, au sio upinzani. Ni vyama vyama vya siasa. Sisi tumezoea kama kwa sababu tunasema upinzani, kwa sababu kazi yetu kupinga pinga sisi moyo hata barabara, ukiona hii unasema hii sio barabara, ukiona huyu mtu unasema sio mtu. Basi kwa hiyo sasa ndio maana kaza lugha ile imekoma. Kwa hiyo nisema tu sisi tunashukuru sana, tunashukuru wale wote waliofanya juhudi za kutukanisha sisi. Kama ndugu hao walikuwa huko, naamini sasa wameamua kurejea, walitoka, sasa wameamua kurudi nyumbani, nyumbani. Oye oye!

chama hiki kikubwa, kila mtu anapeleka habari mpaka hatimaye imeongezeka, ukumbi unaonekana tena mdogo. Ndio tutakuwa na wakatibu kumi na nne tu kumi na saba tumemaliza, sasa naona watu wameongezeka na wengine mpaka wamebaki nje tena kwa ajili ya kuja kupokea ndugu zao, yote mmeona, isitoke bila kusherekea kwamba ingawa kwenye maelekezo hapa katibu mkuu kuna vitu tukatazana hii leo, wala sio kikao cha maamuzi wala kikao chochote kile. Kuna vitu vimesitishwa, kwa ndio maana nikisoma hapa barua ndio ngamani, kwa sababu hapa barua ile, kumbe kile kitu ambacho kimesitishwa huko, hamna maneno hmm, mengi sana, kwa sababu lengo lilikuwa kuwapokea hao wenzetu. Nafikiri na atakayepokea sasa ni mwenyekiti wa CCM mw wa wilaya huku e, kwangu kwa sababu aliwatambulisha pia na mjumbe wa kamati ya siasa hapa, sija kusema bwana sijamtendia haki, maana na yeye angalau salimie tu, ndugu zangu, maana

Sasa sasa, imetokea taharuki, hata jana baba mchungaji pale, watu wanamzika hapo, ule mzee salee pala bisemab wa ushirika wa kanisa moja, kwamba kuna mpona nataka kuwasamamisha wanasiasa, lakini ni waombe sana wanasiasa lala usingizi kwa sababu hata wao wenyewe nawajua kule walikuwa wananisumbua sumbua sana huku ah, nikifanya hiki wanasema yani, mnapingapinga tu, italetwa tu. Na kitu kingine hata ulikuwa ulionekana wapi usiku, ulipita na nguruwe. Unaona mambo pikipiki ya CCM tu ilikwenda na nguruwe. Sasa unaona tu, tafadhali wamekuja tu kitu kimoja tu wenzetu wa, wa, na wanataka maendeleo ya Siha na najua wanaweza. Njoni, tukishawacha kuchukua tu mtakwenda kwenye kata, mtakwenda kwenye matawi yenu, mtafata taratibu za chama, na mtu yoyote anaweza kuchukua nafasi yote ambayo anataka. Kama anataka kuchukua on kama vizuri aliambla, kama ameomba ubunge apate ubunge wake, kama ni diwani apate udiwani wake.